Yo, msanii wa Bongo Flava Hitmaker wa Iyokote wimbo ambao aliufanya pamoja na Maua Sama way back, e bana Hanstone, kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kupakia post, ambayo post hiyo ilikuwa ipo na pande mbili, yani ni wimbo wa Barnaba pamoja na Diamond Platnumz ambao unakwenda kwa jina la salama, ambao aliweza kupost, lakini pia aliweza kupost kupitia upande wa pili, ambapo ni wimbo wake pamoja na Asley, ambapo Asley aliweza kumshirikisha Hanstone. Lakini kupitia post hiyo ilionekana kabisa kama vile Diamond Platnumz aliiba melody ya Hanstone, jambo ambalo limeweza kumfanya Hanstone kuweza kupakia post hiyo hapo, ambao wimbo huu wa kwake ambao unakwenda kwa jina la tumeachana ulikuwa ni Januari 25 mwaka 2025 kuweza kutoka. Lakini wimbo huu wa Salamu ambao umeweza kutoka ni tarehe 5 mwezi Mei mwaka 2025. Kupitia ukurasa huo huo wa Instagram pale eh, kwenye caption aliweza kuandika ujumbe ambao ulikuwa unasomeka hivi: sawa, naweza nikawa kati ya wasanii wako pendwa sana, ambaye eh, unamsikiliza kila siku katika playlist yako, lakini natamani katika eh, huko kunisikiliza kwako ufichue kilichopo moyoni mwako ya kwamba unanipenda sana na unatamani eh, kuona siku moja hiki kipaji kinafika sehemu eh, kwa support yako aidha, sio kwako, lakini sio kwa kuwekeana jealous namna hii ya kwamba vya kwenu vionekane bora zaidi na vya kwetu sisi vionekane kama hamna kitu. I see, na hii ya kwanza. Najua kwamba zipo zingine ambazo zinakuja kufanana zaidi ya hizi, pengine eh, kuwa sehemu ya nyimbo kabisa imechukuliwa, ila sitokuwa mtu wa kuja mara nyingi na kuweza kuyasema haya mitandaoni na kuyaongea ongea. Ah, anyway, msini msiniue tu, hayo ndo maneno ambayo Aston aliweza kuyazungumza. Lakini pia nikukumbushe kwamba Damo Platinum ebana siku ya jana kwenye place aliweza kusema kwamba yeye hey, ni moja kati ya wasanii ambao wanakaa chini na kuandika sana mashairi. Hakuna msanii pengine labda ambaye anaweza akawa anaandika kama yeye, anasema kwamba yeye yuko na kipaji sana cha kuweza kuandika. Huo ndio ujumbe ambao hey, Damo Platnam aliweza kuzungumza moja kwa moja kwenye press, lakini mbali na Damo Platnam kuyazungumza maneno hayo, ikumbuko kwamba Hanstone baada ya kuto kusainiwa under record label ya WCB, alionekana kuachilia track ambayo track hiyo alioachana watu kibao Alikuwepo chui ambaye aliweza kumchana, lakini pia Damo Platinum kwamba ameshindwa kusaini e, yeye kwa sababu yeye ni jiwe la samani, ameamua kumsajili mjusi. Bila shaka ni kama vile alitupa jiwe gizani, lakini baadhi ya ma, mashabiki waliweza kuchambua na kuweza kujua kwamba ni nani ambaye alikuwa anamzungumzia. E bana, atupe mtazamo wako, kwawe mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye anja comment hapo, subscribe kwa taarifa kadha kadha, and chao chao.